Marafiki, karibuni katika jifunze Kiswahili na Bimasi. Bimasi. Hi friends. Welcome to learn Swahili with Bimasi. Nimewa data. Inasemwa hivyo, ah, umekuwa wakati mrefu kidogo Bimasi amekuwa akipumzika, lakini sasa nimerudi na nataka tuendele pale ambapo tulipoachia tu, na leo hata sijafuta ubao kwa sababu nataka ni kuonyesha vile ambavyo tutatoka kwenye nafsi ya pili umoja tuende kwenye nafsi ya pili wingi. Natumai unakumbuka nafsi, si ni kweli? Mimi ni sisi tu wewe u nyinyi m yeye a wao wa. Nafsi basically persona, right? Haya, kwa hivyo tunatoka kwenye kukanusha nafsi ya pili umoja, tunaenda kwenye kukanusha nafsi ya pili wingi. Aha, tutasoma tu pamoja, pole pole tu leo, sawa sawa wingi leo nataka uone vile ambavyo haya maneno yanabadilika. Kwa hivyo nafsi ya pili wingi, wakati ni bado, wakati ujao unaotumia ta, ni ta, I will I will eat. I will sleep ni ta lala, future tense, sawa sawa. kitu ambacho hujafanya wakati ujao, it's in the future. Haya, kwa hivyo hapa bado tuna sentensi na tunakanusha sasa. Badala ya kusema wewe utalala, kumbuka, tuko wingi, sawa sawa. Nafsi ya pili wingi. Wewe utalala, tunabadilisha, tunasema nyinyi mm. vizuri sana, nyinyi mtalala. Kwa hivyo hawa wote ambao wanasema wewe tutawabadilisha wawe nyinyi. Haya, twende pamoja. Kwa hivyo hapa tutasema nyinyi, nyinyi na sasa, je, tutasema kweli nyinyi utalala? Tutasema nyinyi mmm. Umeona vile hicho kiambishi kinabadilika? Sasa tunatoka kwenye u tunasema nyinyi mmm. Nyinyi mtalala, tukikanusha tutakuja hapa tubadilishe, tuseme nyinyi unataka kujaribu? Sasa pale ambapo tulikuwa na u inabadilika inakuwa hu, hapa tutakuwa na m ambayo inabadilika inakuwa... Wacha tuone. Tunasema nyinyi mtalala, nyinyi ham talala. Aha, sasa m inabadilika inakuwa hamu. Hamu. Yote hapa hamu. Hamu talala. Nyinyi mtalala, nyinyi ham talala. Kumbuka, kukanusha ni kukataa. Unakataa hamu talala, sawa? Haya, wewe utasoma. Tunabadilisha, tunasema nyinyi mm. mm -hmm. mm. tasoma kwa hivyo kwenye nafsi kiambishi tu ndio kinabadilika kutoka u inakuwa mu. Nyinyi mtasoma, tunatoa tunasema hapa nyinyi. Aha, si so, unatazama, tutasema nyinyi. Kwa sasa ushajua, sema nami pamoja, nyinyi hamtasoma vizuri, hamtasoma kwa hivyo mm, inabadilika inakuwa ham mm. Sawa sawa, wewe utapika, tunabadilisha tunasema nyinyi m mm, mm -hmm, nyinyi mm, tapika chai na unatazama hapa kitenzi tu ndio ambacho kinabadilika. Sawa sawa, nam kitenzi tu Nomino nomino haibadiliki, nomino is the noun haibadiliki. Nyinyi mtapika chai, tutasema nyinyi, nyinyi, aha, hapa ndio tupo. Nyinyi hamtapika chai, nyinyi hamtapika chai. Wacha tutengeneze hiyo ta, nyinyi hamtapika chai. Na sijui kama umeona vile ambavyo inabadilika. Umetazama hivyo? Haya, tuongezee pia hapa. Tutasema nyinyi mmm. sasa hatusemi u nyinyi, hatusemininyi mmm. taruka sana. Tutakuja tukanushe tuseme, nyinyi ham taruka sana. Unatazama nyinyi mmm. nyinyi ham, nyinyi mmm, nyinyi ham. Sawa sawa. Na sasa, hapa nina sentensi yako ya mwisho. Nyinyi mm. Nyinyi, nyinyi mtalia leo. Nani atalia? Nyinyi mtalia leo. Tukikanusha hapa, nataka uniandikie hapo chini, itakuwa vipi? Nyinyi mtalia leo, nyinyi Mm -hmm. Wewe utaniandikia jibu lako na asanteni sana kwa kujiunga na Bi Mercy leo na tumai umejua kukanusha nafsi ya pili wingi. Sasa naomba uendelee kutazama video hizi kwa sababu video ambayo tutaweka baada ya hii ni video ambayo ina mchezo na huu mchezo utakusaidia kwa hivyo utajiburudisha na pia utasoma. Kwa hivyo tazama video ambayo itakuwa baada ya hii. Alafu utajaribu kujibu maswali ya kukanusha kwa namna ya mchezo, sawa sawa. Kwa hivyo Bi Mercy atakusaidia wewe, utafuata zile njia ambazo nitakueleza, alafu utaweza kufuata huo mchezo, sawa sawa. Asanteni na kwa heri ya kuonana.